Kwa majina yangu naitwa Irene Robert Mgoe, ni mwakilishi kutoka kampuni ya Sihotech Engineering Company Limited. Kampuni ya Sihotech Engineering Company Limited makao makuu yake yako jijini Dodoma. Kampuni yetu inajishughulisha na vitu mbalimbali ikiwemo usambazaji wa pembejeo za kilimo kama salfa Uh, kipekee kwa niaba ya kampuni yetu ya Sihotech Engineering Company Limited, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa kipaumbele kwa kampuni za wazawa ikiwemo kampuni yetu ambayo tumefanikiwa kupewa ridhaa ya kusambaza salfa kwa wakulima wa korosho kupitia Bodi ya Korosho lakini pia kwa kutambua juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kampuni yetu ikaona basi ni vema kuendeleza mbio, mbio zake. Ndio maana tukaona mzigo wetu wa salfa kupitisha kupitia Bandari ya Mtwara ili kuendeleza juhudi za Rais za kukuza Bandari ya Mtwara. Kwa hiyo mzigo wetu umefikia katika Bandari ya Mtwara, hivyo tutakuza uchumi wa Bandari ya Mtwara, lakini pia watu wa Mtwara watanufaika kupitia salfa hii, ukiachana tu na wakulima wa korosho lakini pia kuna wasafirishaji wa magari, kuna watu wanaoshusha mizigo na watu mbalimbali ambao watanufaika kupitia salfa hii ambayo tumeipokea siku ya leo katika bandari ya Mtwara. Kampuni yetu pia tunaunga juhudi za kukuza kilimo, ndio maana tukaweza kufikisha salfa yetu kwa wakati. Tumeweza kuifikisha mapema na tunatumaini itafika mapema kwa wakulima wa korosho. Katika mwaka wa kilimo cha zao la korosho wa 25 26 tumepanga kuleta salfa zaidi ya tani elfu arobaini kwa sababu mahitaji ya wa wakulima wetu ni tani elfu arobaini. Kwa hiyo kwa sasa hivi meli mnayoona mbele yenu ni meli ya kwanza kuleta mzigo wa salfa tani elfu tisa mia mbili na mbili ambayo imetokea Uturuki ni moja kampuni ya kampuni ambayo tulikuwa tumewapa kampuni kuleta pembejeo hapa nchini. Kwa hiyo salfa hii tutategemea pia tupate meli zingine nne za aina hii. Tutakuwa na jumla ya tani zisizopungua tani elfu 40, tukiisha na tani ambazo tubaki nazo mwaka jana takribani tani elfu 10 na tatu, mwaka huu tutakuwa na safa isiyopungua tani elfu 50 hapa nchini, na mahitaji ya wakulima ni tani elfu 40. Kwa hiyo, kwa mwaka wa 25 26 wa zao la korosho, tuna uhakika kabisa kwamba tutakuwa na safa ya kutosha na tuweza kuwasambazia wakulima kwa wakati. Kwa hiyo tu kikubwa ambacho tunashukuru sana bandari ya Mtwara kwa, kwa ushirikiano wao na, na tunaimani, leo au kesho, hii meli itaanza kuisha. Hii salfa tutahifadhi, ifikapo mwezi wa nne tutaanza kusambaza kwa wakulima. Labda nishukue tu fursa hii kuambia wakulima kwamba tumeona sasa salfa imeanza kuingia na zoezi la uhuishaji wa kanzidata ya wakulima linaendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini, kwa niombe sana wakulima wa zao la korosho hakikisha unakwenda kuhuisha taarifa zako kwa watu ambao vijana wajenga iliyo kesho iliyo bora ambao wako katika maeneo yetu. Kila mkulima hakikisha kwamba ana hakiki taarifa zake. Wakulima ambao hawata hakiki taarifa zao hawataweza kupata pembejeo. Nawasihi sana wakulima kwamba serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chini ya uongozi wa Wizara, chini ya ambao maelekezo yake yamepita Wizara ya Kilimo kupitia Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo, wamejitahidi na tumepata pembejeo kwa wakati, na mwaka huu tumepanga tusambaze pembejeo kwa wakulima kwa wakati. Kwa tuwaombe sana wakulima wahuishe kanzidata, ili tukifika wakati wa kusambaza pembejeo basi tusipate changamoto ya baadhi ya wakulima kukosekana kwenye daftari au kwenye kanzi data ya ya wakulima wa zao la korosho hapa nchini. Leo sisi kama bandari tunaendelea kuweka historia ya kuleta ama kuhudumia meli ya salfa ambayo tumeifunga leo asubuhi. Meli hii ni moja kati, ni meli ya kwanza katika meli nne ambazo tunatarajia kuzipokea e, kwenye mwezi huu wa tatu hadi kufikia mwezi wa nne tutakuwa tumeshazipokea hizi meli zote nne zinazoleta viuatilifu hivyo vya salfa. Huu ni mwendelezo wa huduma ambazo mmekuwa e, kama ofisi ya mkuu wa mkoa kizisukuma ikisha kwamba bandari ya Mtwara inaendelea kutumika kwenye kupitisha aina yoyote ya mizigo, na hiki pia ni kiashiria cha jinsi ambavyo serikali inaenda kumgusa mkulima wa chini katika kuhakikisha kwamba mazao yake yanastawi vizuri kwa kutumia viuatilifu hivi. Sisi kama bandari tumejiandaa kuanzia usalama. Sasa tunajua tunakwenda kuhudumia mzigo sensitive, kwa hiyo usalama uko vizuri maandalizi yote tumesha yafanya vizuri, lakini pia wafanyakazi wote wanafahamu ni aina gani ya, ya mzigo wanakwenda kuhudumia na maandalizi gani ambayo anatakiwa kufanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa, kwa, kwa ule ubora ambao umekusudiwa. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi mkuu nipende kuishukuru kwanza bodi ya korosho kwa kuhimiza ama kuwa mojawapo wadau wakubwa, lakini pia mwimizaji mkubwa wa matumizi ya bandari ya Mtwara, lakini pia nishukuru serikali ya mkoa kuendelea kutushika mkono, lakini tunaendelea kushirikiana kwa ili kuhakikisha kwamba bandari ya Mtwara inaendelea kuwa bandari ya chaguo kwa ajili ya mizigo ya ndani, lakini pia mizigo ya nje. Kwa maamuzi ya bodi ya korosho kuhakikisha kwamba mbolea inayoletwa au pembejeo zinazoletwa kwa ajili ya zao la korosho kupitishiwa katika bandari yetu ya mkoa wa Mtwara. Uh, tumie fursa hii uh, kuwaasa wenzetu wanaohudumia mzigo huu wahudumie kwa kadri ya taratibu zinazotakiwa na hatimaye mzigo uje ufikishwe kwa walengwa. So, lengo ni kuhakikisha kwamba wakulima wanapata pembejeo hizi na si vinginevyo. Uh, taratibu zote zizingatiwe na hatimaye mzigo uje ufike kwa wakulima na wakulima waweze kutumia kwa kadri ya mahitaji yao ambavyo inategemewa. Baada ya kusema hayo si tunawashukuru sana. Tuendelee kuwatakia kila la heri na serikali ya mkoa, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, niseme serikali ya mkoa itaendelea kuwaunga mkono bandari yetu kuhakikisha kwamba inaendelea kufanya kazi, na sisi tutaendelea kutoa support yoyote ambayo mtaona inahitajika, ili kwa kuhakikisha kwamba majukumu yenu yanatekelezeka kwa kadiri inavyostahili. Asanteni sana.